Kifo cha alikuwa mbunge wa Piramiho Jenister Mhagama, mwanachama wa muda mrefu na mtiifu wa chama cha Mapinduzi CCM, lakini pia waziri wa afya mstaafu wa kipindi kilichopita kimezidi kuwagusa wengi, huku wengi wakitaka kujua, je, nini hasa kimepelekea kifo chake, na je, aliumwa akalazwa, ama amefariki tu dunia ghafla? Sasa alijitambulisha kama kaka yake, ameongea juu ya tabia za Mhagama, jinsi alivyokuwa anafanya kazi na jinsi alivyofariki dunia ghafla. Tumsikilize hapa, alafu unaweza ukaandika maneno yako yoyote ya pole au kumtokea mwisho mwema hapo mwisho, lakini tukumbuke kila litakalotokea kuhusiana na msiba huu basi tutakuletea hapa. Usikae mbali na Mseto Media, na kikubwa zaidi hakikisha ume subscribe. Mheshimiwa Jenista, kwa ufupi sana, mimi ni dada yangu alikuwa mbunge mwenzangu, alikuwa waziri mwenzangu lakini alikuwa mbunge jirani tukipakana mipaka kabisa. Tukimwelezea Mheshimiwa marehemu Jenister Joakim Mhagama, naweza nikasema ni mtu ambaye kwanza alilelewa vema na wazazi wake katika maadili ya Kiafrika, maadili ya Kingoni, maadili ya Kitanzania na maadili ya kidini ya kikanisa Katoliki. Mheshimiwa Jenista ni muumini kweli kweli wa Ukristo hasa wa Katoliki. Mheshimiwa Jenista ni mchapakazi. E, mimi kwa tabia nataka kama mbunge naanza saa tatu nifike saa mbili na nusu namkuta Mheshimiwa Jenista amekaa kwenye kiti. Lakini Mheshimiwa Jenista ni mwanasiasa kweli kweli, ameweza kuhudumu kwa muda mrefu kama mbunge wa viti maalumu mkoa wa Ruvuma, lakini pia jimbo la Peramio, na waziri amehudumu kwa muda mrefu. Kwa sababu ya uwezo wake wa kisiasa katika jimbo la Peramio alipewa jina, anaitwa Malikia. Leo jimbo la Peramio na mkoa wote wa Ruvuma tumempoteza Malikia. Kinachouma, tumempoteza ghafla sana. Sasa mpaka jana hali yake ilikuwa nzuri, ameongea na watu, imebadilika mapema asubuhi ya leo na tumempoteza. Kifo cha ghafla kinauma. Mimi nimepoteza dada mbunge, nimepoteza mbunge mwenzangu, nimempoteza mbunge jirani, nimempoteza aliyokuwa waziri mwenzangu. Kwangu mimi na wabunge wote wa mkoa wa Ruvuma ni pigo kubwa sana, kwa wabunge wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni pigo kubwa sana. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.